Moja kati ya stori iliyochukua headline hivi karibuni ni pamoja na tukio la serikali kupiga marufuku vitendo vya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja maarufu kama mashoga. Wako watu wanaojitangaza kwenye vyombo vya habari ya kwamba wao ni mashoga, wakamatwe haraka iwezekanavyo. Sheria imekataza na hakuna mtu aliyoko juu ya sheria. Kwa hiyo kama wewe unafanya maumbile, maumbile kwa sababu maumbile yako yanakusukuma kufanya utashtakiwa na utapata adhabu. Ayo TV imempata mtaalamu wa mambo ya saikolojia Tanzania, Chris Mauki ambaye anatusaidia kujua mambo yanayochochea mtu kuingia kwenye tabia hiyo ambayo ni rahisi kuyaepuka mapema. Media imeonekana ina sababu kubwa sana kwenye kwenye kwenye uchang, uchangiaji kwenye ishu hii kwa mfano, na hichi kitu uh, nitumie nafasi hii kuomba serikali iwe macho kuliko sasa. Wanapinga ukipost Instagram Facebook, ukamwambia uh, kitu fulani mtu unasema utafungiwa, wakati kuna vitu vinavyomwataki mtu mmoja. Media za sasa hivi hususan za Kifilipino, kila tamthilia ya Kifilipino ukiangalia ina gay, almost every ina gay. That is an intentional. Ile ni intention, ile ni makusudi kuiandaa jamii na hususan jamii ndogo na watoto na adolescents wanaoangalia ile kuona kwamba being a gay is is normal. Sasa kumbuka inaanza kwenye mentality, alafu inakuja kuwa implemented baadaye kwa kitu watu wanachokiona sasa hivi kwenye media. Wakisha kuja kuwa baadaye, hususan watoto wanaanza kuimplement, wakati wazazi wanashangaa hii kitu imeanza lini, kumbe wakati wa mkine tafsiria zipo tena. Kwa mbegu inayopandwa sasa hivi inatakiwa idhibitiwe sana kwenye media. Media zinawa portray kwamba being a gay is normal. Michezo ambayo watoto wanaangalia sasa, baadhi ya michezo kwenye DSTV na baadhi ya maeneo mengine, tamthili modern uh, uh, computerized, uh, uh, games za watoto zinaanza kuwaonyesha watoto kwamba ushiriki wa gay kwenye jamii ni kitu cha kawaida, kwenye mazingira ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ile kwamba aibu inaanza kuwaondoka, kwa wanaona it's normal kwa kesho na kichokuta wa mtoto akimwambia, mimi nilikuwa na client ambaye, alikuja mama mmoja, alikuja kwangu akaniambia mtoto wake wa kike amwambia wazazi wake kwamba wasitegemee atawaletea mkwe wa kiume. Wazazi wa paniki, kwa sababu mtoto ameona nomo. Unaona, ndio tunakwenda huko, kwa hiyo, media ni kitu kikubwa sana na kinachangia, lakini modernity ni factor nyingine. Modernity ni, ni, ni na watu fulani Afrika Kusini wakasema, waka factor moja wapo ya nchi in ile inayosababisha watu wengi wakawa gays na lesbians, kwa sababu wanaona is modernity, it's a modern thing, it's a fashion. Yani ni yani kijana ukipita na pochi umeshika pochi is a fashion. Kwa baada ya kuji associate na ile fashion mwisho wa siku inakuja kuwa tabia. Ni sawa sawa na mtu ambaye amependa style fulani ya nywele kwa sababu ya fashion, anavyofanya mara kwa mara, mwisho wa siku umri wake unakuwa tofauti na kila kitu. Unaona amefanya kwa sababu sasa hivi sio tu ile modernity, sasa hivi ile kitu imekuwa nini? Imekuwa tabia. Kwa hiyo haya maeneo family family family, na hiyo ni fakta kubwa kwenye kwenye nchi kama Afrika Kusini. Fa, family dysfunctionality, tafiti zinasema watoto wengi waliolelewa na, na, na mzazi mmoja hususan mama wakawa na feminine, yani wakawa wana wana, wana mlengo wa kike katika malezi yao kuliko mlengo wa kiume, majority wana nafasi kubwa ya zaidi ya asilimia 75 kuishia kuwa gays. Na ukiangalia institution ya marriage kwenye nchi kama Afrika Kusini imeporomoka sana, kwa hiyo mtoto anazaliwa na mama amjui baba Anaenda kwa bibi, bibi hamna babu, kwa hiyo system yake yote ya malezi ina feminine, haina masculinity, haina upande wa wanaume ina, ina mwanamke tu. Mwisho wa siku wengi wanaishia kuwa, kwa hiyo familia nazo na system ya familia ni, ni chanzo kimoja kikubwa sana cha kutengeneza